jadi Simba na Yanga wanatarajiwa kukichapa kwa Mkapa ifikapo tarehe 15 mwezi huu. Baada ya kuondoa tofauti zao zilizojitokeza katika uongozi, matumaini ya mashabiki yamerudi tena. Mwanahabari wetu Nuru Thabit ana taarifa zaidi. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, nikiripoti katika shule ya sekondari Mustafa Sabodo. Nimekuja kutizama yale yanayoendelea kati ya watani wa jadi, watani Simba na Yanga. Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni mahafali ya tatu ya kidato cha sita kutoka hapa kwenye shule ya Mustafa Sabodo High School ambayo inapatikana ndani ya halmashauri ya Mtwara mkoa wa Mtwara, ambapo leo tumeshuhudia mambo mbalimbali yakifanyika hapa, michezo mbalimbali ikifanyika kwa ajili ya kuweza kuisindikiza siku hii maridhawa na murua ambayo imebeba matumaini kwa wasichana hawa ambao leo wanahitimu eh, safari yao ya masomo tayari kujiandaa, eh, kuingia katika mambo mengine pia ni rasmi katika siku hii ya leo ni Mheshimiwa Mohammed Abdallah maarufu kama Mudy Ray ambaye ni mjumbe wa halmashauri kuu CCM mkoa wa Mtwara, ambaye amefika hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anaungana na timu nzima ya shule hii ya Mustafa Sabodo kwa ajili ya kuweza kuwasindikiza mabinti hawa ambao siku ya leo wanahitimu hapa. Faida Online TV, pasina hiya, na pasina hiana, tumefika hapa kwa lengo la kukusanya kila tukio ambalo linaendelea hapa na kukufikishia hapo nilipo. Moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa hapa kama changamoto ni pamoja na kuto kuwepo kwa uzio wa shule hii ya sekondari, hali ambayo inapelekea kushuka kwa kiwango cha usalama kwa wale ambao wanaishi hapa kama wanafunzi, kwa sababu ni watoto, lakini wanahitaji ulinzi muda wote. Lakini wakati huo tumeshuhudia pia mgeni rasmi akizungumza na kuahidi kwamba atatoa tofali elfu moja za kuanzia kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba ujenzi wa uzio unaanza na atasimamia harambee itakayofanywa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wadau mbalimbali katika mkoa huu wa Mtwara wanachangia shule hii ya sekondari Mustafa Sabodo ili iweze kuwa na uzio. Na lango naitwa Karim, faida hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu hakika sisi ni watu wa Fildi, tafadhali baki nasi. Kwa jina naitwa Muhammad Abdalla Muhammad Almaarufu Mudy Ray. Yes. Leo nalo umechaguliwa kati ya watu wengi kuja kuwa mgeni rasmi hapa. Unajisikiaje? Hey, eh, nimejisikia furaha kubwa sana na nimekubali kuja kuhudhuria, nimeongea na wazazi na nimewapa nasaha wanafunzi ambao wamehitimu leo. Kiukweli binafsi yangu nimeshukuru kwa heshima walionipa katika siku hii ya leo katika shule hii ya Sabodo ima, ima. E, changamoto za shule zimekuwa nyingi. Kuna changamoto ya uzio kwa maana ya fence, kuna changamoto ya kwenye madirisha kwa maana ya, kwa, kwa maana ya zile nyaya, lakini pia kuna changamoto ya gari. Nimeahidi kuahidi kwamba leo ndani ya siku kadhaa nitatoa tofali elfu moja. Ndiyo ahadi yangu leo ambayo nimetoa, lakini pia nitashirikiana na wenzangu, nitaongea pia na mkuu wa mkoa kumuomba, ili awe pamoja nami katika kuwasaidia hawa watoto ili tuweze kupata gari kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu msijuta ni mbali kidogo na kupata huduma za kijamii. Arif Premji ni Mheshimiwa diwani wa kata ya Mayanga ambayo ndani yake ndio kuna shule hii ya Mustafa Sabodo. Amefika hapa kwa ajili ya kuweza kuwasabahi watoto wake ambao wanamaliza shule siku hii ya leo, lakini pia wazazi na walimu ambao wamekuta hapa, na kupata nafasi ya kuweza kuzungumza machache. Mheshimiwa Rais amewekeza fedha nyingi sana kwenye sekta ya elimu, hususan elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Nitoe wito kwanza, kwamba hizo fedha zilizotolewa zina maana moja tu kwamba tujiboreshe katika elimu. Salamu zako ni zipi kwa wanafunzi ambao wanahitimu leo? Salamu zangu ni moja tu, unaweza ukawa umefaulu kwenye somo fulani, hujafaulu kwenye somo fulani, au hujafaulu kabisa, lakini sio mwisho. Vipo vyuo, kuna FDC ambazo serikali imezifanya. Mimi nitoe salamu kwa kusema endeleeni kusoma, lakini niwatakie kila laheri katika maisha hayo yajayo ya, ya kielimu. Shule hii inaongozwa na mkuu wa shule ambaye anaitwa mwalimu Khaji Nyengedi, naye ana nafasi ya kuzungumza machache, kwa sababu ni moja kati ya wapambanaji ambao wanaifanya shule hii endelee kusimama na kuhakikisha kwamba anaipandisha kielimu. Leo imekuwa siku muhimu sana kwetu kwa kuwa tumekutana na wazazi e, pamoja na wadau mbalimbali wa shule hii na lengo ni kuwaga wanafunzi ya moni wahitimu katika misingi ili waweze kwenda kuwa rasilimali e, bora kwenye taifa hili. Wanafunzi hawa 172 ambao ni wasichana wanahitimu shule ya sekondari Mustafa Sabodo wakimchepuo wa HKL, wataenda kuisaidia taifa hili kwenye nyanja mbalimbali pindi watakapokuwa wamejiunga na kumaliza masomo yao kwenye e, vyuo mbalimbali hapa nchini. Leo tulikuwa tumeungana pia na mgeni rasmi ambaye ni ndugu Mohammed Abdallah maarufu kama Mudy Ray ambaye ameshiriki vizuri kwenye mahafali yetu ya tatu ya kidato cha sita, na amesikiliza changamoto zetu mbalimbali ambazo tunazo kwenye hii shule yetu, ambayo ni uzio, uchakavu wa mabweni e, ukosefu wa maktaba, lakini na usafiri kwa ajili ya wanafunzi kuwabeba kutoka eneo hili kwenda maeneo ya hospitali jakati mbalimbali za usiku na makati za masika. tunamshukuru kiongozi huyu kwa kuwa amepokea changamoto na ameweza kutoa e, baadhi ya changamoto ameweza ku, e, kuchangia ametoa tofari elfu moja kwa ajili ya kuanzisha mchakato wa kujenga uzio kwenye shule hii. Jambo hili tunalipongeza na tunaona ni katika sehemu ya wana maendeleo kwa ajili ya kuchangia e, mchango e, mbalimbali ya maendeleo kwa mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ambapo tumekuwa tukipata e, fedha mbalimbali kwa ajili ya maendeleo kwa mfano madarasa, mabweni, maktaba na maeneo mengine, kwa naye anakuwa sehemu ya wa watu wana maendeleo wazuri. Asante sana, sana. Hongera kwa mapambano kwa sababu tumeona shule inazidi kupanda siku hadi siku. Mungu akubariki kwa usimamizi mzuri. Nashukuru sana, asante na na sana asante. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, bado tuko hapa Mustafa Sabodo ambapo leo ni mahafali ya tatu ya kidato cha sita. Tumeshuhudia mambo mengi yakifanyika hapa, michezo mbalimbali, lakini saa hii tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wahitimu, watuambie matarajio yao mara baada ya kuweza kuondoka hapa ni yapi. Naitwa Karimu Faida, endelea kubaki nami. Dada, mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko poa. Unaitwa nani? Naitwa Neema Silvester. A, unahitimu leo. Unajisikiaje? Kwa kweli najisikia furaha sana kuhitimu kidato cha sita. Okay, na furahi sana Mm, safari yako e, tunaiona wapi sasa baada ya hapa? Um, baada ya hapa natumaini safari yangu mtaiona ikiwa mbele zaidi ambapo nitakwenda chuo kikuu nitakwenda kusomea mambo ambayo nimepanga mimi kama mwanafunzi mwenye ndoto kubwa. Umepanga kusomea kitu gani? Nimepanga kusomea mambo ya biashara. Unachukua kombi gani? Nachukua kombi ya HKL. HKL, safi. Ongera sana. Asante. Sawa. Ngoja kwa upande wa pili tuko na mwitimu tu mwingine hapa. Mambo dada. Poa. Pa. Naitwa Msilu Gerard. Okay, ni mwenyeji wa wapi? Ni mwenyeji wa mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam mtaa gani? Mtaa wa naishi Bunju. Ah, bunju oke okay, safi. Uh, leo tuko Mtwara na unahitimu hapa uh, matarajio yako ni yapi mara baada ya kuondoka hapa? Matarajio yangu ni makubwa kwa sababu mtihani nimeufanya vizuri na ninaamini kwa uwezo wa Mungu nitafanya vizuri na sio hapa tu nitaenda cho kizuri Amina. Wengi wana wasiwasi na nanyee, watoto wa kike kwamba wasijui kama anatoboa huyo wao, unaambiaje hao? mm, wakae mbali uongo huo <laughs> kwa majina, naitwa Susan James Lia tu mia kidato cha sita, lakini moja kati ya watu ambao wamepata e, vyeti pale mara mbili ni wewe, ni cheti gani na cheti gani? <laughs> vyeti, ambao cha wama, na na vile cha nchetach longoza katika taaluma kwanza kwanza, kwa form 6 vitu gani ambavyo huwa vinawafirisha watoto wa kike ambao natamani leo uwape uwapeusia wale ambao wanabaki? Hey, kwa kweli watoto wengi wa kike hawapendi kushughulisha akili zao, kama kitu kiona kigumu, hawapendi kukiangaikia tena. Kigumu naacha yani tabia anam, kujibueteka Asante. Kwa majina naitwa Faith Noel Mbwana, ni mwitimu wa kidato cha sita katika shule ya Mustafa Sabodo. Binafsi najisikia raha nimehitimiliwo kidato cha sita, elimu yangu ya advan. Namshukuru sana Mungu ya kipekee asante. Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam, wilaya ya Kigamboni. Wengi waliozungumza hapa wamewausia nyie, wana wasiwasi sana ni watoto wa kike. Huko mnakoelekea sasa, kuna ile hali ya kujiachia kwamba sasa tumekuwa tuko huru. Umeipokeaje na una mpango gani wa kuifanyia kazi? na, na jamii pia oneno kujitunza kwa msaada wa Mungu. Kampuni ya uzalishaji na usambazaji simenti nchini Tanzania Dangote yaanzisha klabu ya mazingira kwa wanafunzi mashuleni. Bodi ya mikopo kwa elimu ya juu yatoa neno kwa waitimu. Mzima. Mzima kabisa. Nimeona furaha yako muda mrefu na umesoma taarifa ya habari pale, si ndio? Eh ni kitu ambacho kipo kwenye damu kina flow yani. Eh. Unaitwa nani? Naitwa Daria Hamza. Oke okay, Daria Hamza, yes. Ah uh, nimependa namna ulivyofanya. Mimi kama mwandishi wa habari nilikuwa nashuhudia kile. E. Umejisikiaje kufanya kitu ambacho unakipenda mbele ya watu leo siku ya uhitimu? Nimejisikia vizuri sana. Alafu kitu kingine tunaamini yani katika ndoto usifanye mwenyewe chumbani ukajionesha. Jaribu kuwaonesha watu wengine, kuna jamii pia natutazama. Uenda sauti yangu ikasikika ya leo ikaja kuwa mkombozi wa jamii fulani ambapo nitaenda kupangiwa labda kazi. Yes. Kipaji chako alikigundua nani? Kipaji changu alikigundua, tulikuwa tunajiandaa katika graduation ya kwanza ni namna ni, ni, ambavyo nilitoa ile sauti wakasema kwamba unaweza, e, nikajaribu kweli, watu wakatunza kama hivyo, nikasema kwa nini sio kwenye gradu yangu nisifanye kitu kama hicho. Napenda, nafurahi sana hapo na mwenyeji, napenda nichukue mic nikuoji wewe. Hongera sana. Asante sana. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Dar es Salaam. Mtaa gani? Naishi gongo la mboto. Wazazi wanajua kwamba wana talent hiyo wanafahamu, maana walitumia picha wenyewe, hawakuamini wamejiandaa kwa, e, kwa lolote Nikushukuru na hongera Mwenyezi Mungu ni eh na mwenye ni mhitimu wa kidato cha sita katika shule ya Mustafa Sabodo. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa Dar es Salaam, waweji Mtwara. Umekaa kwa muda wote hapa Mustafa Sabodo, leo hii unahitimu, unajisikiaje? Najisikia furaha sana. Mustafa Sabodo kuna nini hasa kielimu Mustafa Sabodo They are wonderful. Wani kama zote. Nawakaribisha sana kwa matokeo mazuri lakini pia kwa wakamavu kama mimi. Nifanikiwa kujiunga na chama cha scout na nimeanzisha chama cha scout hapa shuleni nimepata mwitikio mkubwa kama nilipopata kuwaona wanafunzi wako vizuri kikamavu. Kwa hiyo kwa wasichana ambao wanatamani kuwa wakamavu karibu Mustafa Sabodo. Na mtazamaji wa Faida Online TV. Kazi yetu ni kuripoti maeneo mbalimbali kujua kile ambacho kinatokea katika maeneo hayo. Leo ilikuwa ni zamu ya shule ya sekondari Mustafa Sabodo ambayo tumeshuhudia, eh, wahitimu wakiwa nahitimu kidato cha sita hapa katika siku ya leo, na kwenda kujiandaa na maisha mapya kabisa. Nimepata nafasi kuzungumza na watu wachache, kama ulivyosikia wakipongeza na kuelezea machache. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asanteni, kwaheri.